Kuna sheria ambazo ni za muhimu kuzifata endapo umeamua kutunza nywele zako. Ah, sheria hizo ni ndogo sana na wengi wanazipuuzia, lakini endapo utazifata kuzizingatia, basi utapata matokeo mazuri. Leo nitaeleza kitu kimoja mpaka kingine ili uweze kunufaika. Jamani, usipuuze, kuna sheria za muhimu sana, angalia mpaka mwisho wa video hii tena kwenye chaneli yangu. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, mimi hapa na itwa Grace Bimz. Chaneli hii na usika na urembo asili, kwanzia nywele mpaka ngozi za mwili mzima. Kwa hiyo kama we ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa, please subscribe. Na baada ya kusubscribe, utapata video zetu zote ambazo tunatoa mara kwa mara. Na kama we ni mwenyeji basi karibu tena. Kwa sababu video hii ya leo inakuhusu. Sizani kama hili swali nishai kuliongea kwenye video yangu yote zipo nyuma. Kwa hiyo tazama mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza kila kitu. Hapa duniani kina sheria, si ndio eh? Mm, hata kama kanisani, msikitini, mashuleni, makazini, kila kitu. Hata kwenye beauty, kwenye uso unaambiwa mpaka hiki fanye, hiki fanye, hiki usiweke hiki. Kwenye nywele pia kuna sheria, so zile sheria ukizizingatia, ukazifata, utapata matokeo mazuri au utaishi kwa amani sehemu husika. So leo nimewasogezeni sheria muhimu kwenye nywele zetu na endapo utazifuatilia na kuzizingatia hizi sheria basi safari yako ya nywele itakuwa ni rahisi sana na utapata matokeo mazuri. Tazama sheria moja baada ya nyingine. Sheria ya kwanza kabisa, cha kwanza jamani. Acha kabisa kutumia shanuo la mbao. Hmm, kama shia kuongelea swala sikumbuki, lakini ni very important, ni muhimu. Hakikisha unatumia shanola plastiki kwenye nywele zako, sawa? Eh, hii ni kwa wote wenye nywele za asili na nywele za dawa. Nitaelezea kwa sababu gani unapotumia shanuo la mbao. Mashanuo ya mbao yanaonesha eh, maybe yanakatika. Unaona, eh wenda basi imekatika sehemu, kwa hiyo pana pana, pana, pana kiufa fulani. Unapokuwa unachana nywele zako, nywele zako zinaweza zikapita kwenye ule ufa zikakatika. Hilo ni la kwanza. Plastic sio rahisi. Cha pili, shanuo la mbao kwa mfano sisi wenyewe natural nywele za tabia kujifunga, si ndio? Kwa wale ambao mnapenda kuchana, unapokuwa unapitisha shanuru shanuru ambao kwenye sehemu ambayo imejifunga, shanuru ambao lenye halijali linataka tu lipite, ndio eh, automatically litakata ile sehemu ambayo imejifunga ili lipite. Lakini shanuru la plastiki kwa sababu la plastiki, automatically litapinda pale, itakuwa linapinda, linakataa kupita, linakataa kupita, linapinda. Kwa hiyo ina protect nywele yako isikatike, sawa so, eh? kutumia chanuo la plastic na sio chanuo la mbao ili kuzuia kukatika kwa nywele zako. Hiyo ni sheria namba moja. Sheria namba mbili. Acha kubana nywele zako kwa kutumia zile rubber bands za pesa. Eh? Kuna rubber bands siku hizi zimewekwa at least special kwa ajili ya, ya kubania nywele. Zinakuwa tofauti na zile kama mmesha consider. Zile rubber bands za kubania rasta, sio nini? Acha kubana nywele zako kutumia zile rubber bands. Zie rubber bands pia zinakata nywele, jamani. Unajua nywele sio mpaka katika fungu kubwa uone. Hapana, haba na haba, hujaza kibaba. Ukikata nywele kimoja, kesho kingine, kesho kutoka kingine mwezi vitakuwa vimetoka vinywele vya kutosha. Hata vinywele mia, mwezi ujao vinywele vingapi? Automatically nywele zako zinaanza kuwa chache. Linda nywele yako moja isikatike kwa urahisi au mbili isikatike kwa urahisi. Nyie nyie mnaona ukibana kwa rubber bands especially wenye nywele natural, kwa sababu nywele za dawa zako zinateleza na ni zimenyoka si rahisi sana kukatika rubber band. Lakini kwenye rubber lakini kwenye nywele natural ukibana na rubber band, ile rubber band itajiviringisha tu na nywele kiasi fulani automatically nywele zako zitakatika. Kwa hiyo nunua vibanio, vipo vya kubania nywele vizuri tu au nywele rubber band special kwa ajili ya kubania nywele na uanze kubana nywele zako, au tumia rubber band hizo sawa. Eh, sheria ya tatu acha kulala na kofia za cotton. Ah, uh, Usiku nywele ndo zinakuwa haraka kutokana na circulation ya blood kwenye mwili wetu. Acha kulala na kofia za cotton, kwa sababu lengo letu sisi ni kutunza unyevu kwenye nywele ili nywele zikue. Kwa hiyo tunaweka unyevu, labda spray maji, unapaka conditioner, unapaka mafuta, unapaka shea butter. Baada ya hapo usilale na sorry, usilale na kofia ya cotton, kwa sababu cotton, nguo yote ya cotton yote, shiti yo, kofia ukilala nayo automatically, utakuta unyevu uko pale mwingi, labda nguo imeloana. Kwa hiyo unyevu wote ambao umeweka utajikamua kwenye kofia yako ya cotton ambayo unatumia. Acha kulala na cotton, lala na kofia za satini kwa sababu satini haipokee unyevu, yani inafyonza haifyonzi ule unyevu wa nywele zako, inauacha mle, mle ndani ya nywele. Kwa hiyo nywele zako zinabakia na unyevu muda wote. Kwa hiyo kulala na kofia ya cotton unafanya kazi bure kwa sababu unyevu ukiuweka wote unapitiliza kwenye kofia unaamka asubuhi nywele zako zipo kavu vile vile, sawa eh? Sheria nyingine nasema, acha kuosha nywele zako kila wiki. Jamani, tunajua kuna watu ambao mnaishi mazingira ya joto kali, si ndio jamani? Mm -hmm. kuosha nywele kila wiki maana yake unazi overprocess nywele, ni zinachoka, sawa eh? Unazi overprocess hizo nywele zako, ah <laughs> uh, wanasayansi baada ya kufanya ma, ma uchunguzi yao ma research wamebaini kwamba nywele ambazo zinaoshwa mara kwa mara zinakuwa overprocessed nywele zinakuwa overprocessed na hatimaye zinakuwa zinakatika ovyo, zinakakamaa, yani inakuwa too much, sawa eh? Acha kuosha nywele zako kila wiki, lakini osha nywele zako mara moja kwa mwezi kwa kutumia shampoo ili uweze kutakasa uchafu wote, uweze kutoa vumbi, jasho, mgandiano wa mafuta na vitu vingine kwenye nywele zako. Lakini sasa, kama unaishi mazingira ambayo yana joto kali, osha mara mbili kwa mwezi lakini sio kwa shampoo shampoo osha mara moja tu kama inavyoshauriwa hii mara nyingine osha kwa kutumia leave in conditioner ambayo inaitwa co wash sawa eh osha tu kwa conditioner conditioner inasaidia pia kutoa uchafu kutoa jasho japo hapo itotakasa sana kama shampoo lakini inatoa taka taka ambazo hazitaki kwenye nywele sawa eh fanya hivyo lakini ukiwa jumamosi hii umeosha jumamosi hii umeosha jumamosi hii umeosha jumamosi hii umeosha my dear unazi over process nywele zako, na matokeo yake sio mazuri sana kwenye nywele zako sawa eh? Acha ku spray spray za lasta kwenye nywele zako za asili jamani. Sio vizuri kutaja mabrandi, mabrandi za watu za biashara, lakini kuna spray nyingi sana zipo kwenye kila salon almost. Mtu unachukua nywele zako kama hizi twist au nywele za mikono, nywele ambazo hajaongezewa lasta yote ile, una spray less spray, hapana. ile spray haijatengenezwa special kwa ajili ya nywele ya binadamu nywele ya asili, nywele ya na natural. Kuna spray ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya rasta, kung'alisha rasta zing'ae, eh zishine, kung'alisha mawigi and so so, lakini sio nywele zetu hizi, na endapo uta spray utaona nywele zako zinapokuwa baada ya muda mfupi nywele zako zitaka kama nywele zako zitakuwa hivi na hivi na hivi ngumu na katika. Kwa hiyo acha kabisa ku spray hivyo sawa eh? Hizo ndo sheria chache ambazo nimewatia leo. Ah, na kwa kazi video hizi kama hizi nyingi sana kuwakumbusheni vitu vya muto huu. Mm. Kwa leo ni hizo. Na wewe hair lover, au wewe mpenda nywele, najua unapenda nywele zako, kwa hiyo najua sheria nyingi unazifahamu. Weka hapo chini kwenye comments sheria ambayo ni mimi nimesahau, wengine pia waweze kujifunza, sawa. So, eh na kwa wale ambao wanahitaji bidhaa bora bora bora za nywele, karibu tukuhudumie. Wasiliana nasi kwa namba ambazo zinapita hapo. Ukija whatsapp itapendeza zaidi. a uh, ni kwa yote bidhaa zetu tutapata, sawa. So, eh Tuna bidhaa bora. Ukichukua bidhaa kwetu, tutakupa ratiba ya matunzo ya nywele zako, ratiba bora sana. Tutakupa mafunzo yote ya kuhudumia nywele zako na tutakufuatilia, tutakuingiza kwenye challenge mbalimbali za kukuza nywele zako, na matokeo mazuri utayapata. So guys, nawapenda sana na kutakia siku njema. Na bye, mpaka siku nyingine.